Kipengele cha tatu sasa ni hmm, uhamisho <laughs> utasema kwa nini mimi ni sasa wakati wake <laughs> <laughs> uhamisho. Hmm. Bwana, naomba nikushukuru sana Baba Michael Gaula kwa waparoko nzuri sana Cathedral umefanya mabadiliko makubwa kweli kweli kweli. Napo tumpongeze Baba, kafanya makuu <coughs> um, amekaa si muda mrefu, lakini amefanya vitu ambavyo kwa karne havikuwezekana. Basi baba, tunakutakia jema katika shughuli zako nyingine mpya, na utakuwa na ofisi kule jengo la utawala, na utakuwa unatusaidia sisi maaskofu mbali mbali, lakini makazi yako yatakuwa hapa hapa, badala yake basi paroko wa Patito kuanzia mwezi ujao, barua mtazipata kwa Sister Cynthia Sintakule atakuwa adrisasa padkriant anaondoka chikopelo kule Ina maana tunahitaji paroko kule na direkta wa shule. Basi Father Chilongani, unachukua jukumu hilo. Hongera na karibu <apples> Padri Santi, pia pamoja na kuwa paroko hapa utakuwa mkurugenzi wa shule ya Holy Face. Badi Nelson Ndaona, mzee wa Kigwe na dekano wetu muda mrefu, na kupigia saluti na kukushukuru sana kwa kazi nzuri, tumpongeze yeah. Eh, mm, basi ndugu yangu Nelson unakwenda na kutuma mbali kidogo, unakwenda Mlali. Utakwenda kufanya kazi na Baba Ndechihilo, karibu sana Mlali. Kigwe nabaki wazi na, na maana yake, kwa hiyo paroko mpya wa Kigwe atakuwa Padi Godiani Simbinge. Kama Nelson anaenda Mlali, ina maana mzee cha mgongo, huna kazi kule. Kwa hiyo mzee cha mgongo, ninakurudisha rudisha hapa jirani, uweze kufuatilia wakati kesi vizuri. Ninakuhamishia parokia ya Peter Clever, utakwenda akudokana pale Masale. Karibu sana. Chamwino iko wazi, maana yake kama baba Simpingi ameondoka kule, atakwenda pad Everis Maudama kwa paroko. Na ina maana sasa kwamba dekani ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji haina dekana, sio? Pale pale majuto utakuwa dekano kuanzia hapo daasar pamoja na uhamisho huo, kuna wazee wameshika idara miaka mingi sana, tangu nifike hapa wana miaka kumi. Nadhani sasa tuwabadili kidogo, wapumue na badili karibu wote. Pastor alikuwa baba Ndaona, asante baba, achia hiyo idara. Sasa atakuwa Father Maudama, anachukua pastoral department. Lay apostolate alikuwa padri Luambano. Asante baba Luambano kwa kazi nzuri. Sasa anachukua padre Fentu. Caritas alikuwa ba mapsaro kwa muda wote, baba nakushukuru kwa kazi kubwa na nzito. Sasa kwa muda acting atakuwa brother Sango mpaka nitakapoongeza mtu kule. Kwa hiyo brother Sango pia ni frateri, unachukua usukani wa idara ya Caritas na yote. Elimu, education, baba anayehusiana huko, nakushukuru fanya vizuri. Sasa idara hiyo anachukua padre Chilongani. Mabadiliko hayo yanaanza sasa, na ikifika Jumanne ya Pasaka yawe yamekamilika. Wale wote ndio wataja wawe maofisini. Tumsifu Yesu Kristo.